Chai chai meninogea, shairi naitungia, ni wengi wanakijua, kinywaji nachosemea, si wengi nawafumbia, chai mkifikiria. Chai hii pande mbili bayana na tafsida maji yake na majani jikoni ya kichemka, vipovu juu chini na mvuke utafuka, chai utaithamini na kinywa ni kuyweka. Chai ni kinywaji bora, mfano wake halwa chai ladha yake tamu, mdomo hupata raha kinywaji chenye staha, changamsho la kudumu, la kuondoa karaha. Kinywaji chenye mguso, mwilini na akilini, lechai kikombeni, rangi yake Mwafrika hamua mdomoni, kichwa kinashaurika iwe na moto akani, mnywaji taburudika, chai ipate sukari, tumbo litatulizika. Tena chai ukiwanza, kinywaji cha wanyofu, vijana nao wajuza, wale wasiopotofu wenye nuru sio giza, wale wasio pungufu. Asubuhi na jioni kuanza na kumaliza. Chaini na ipahati kwa kutukidhia haja. Chai imewe kwa kati kwetu sisi sote waja Chai majani ya miti, miti yenye tija. Chai ni mazungumzo, sio makele na fujo. Chai hasa ya nyumbani, si ile ya hotelini. Nimepiga darubini ya hotelini sishani kutwa nzima jikoni mdomo nini kwenini? sebuleni nina na chumbani chai humvuta mtu.